Kata ushindi Mungu, tunasema asanti. Mwendelezo huu ulioanza mpaka tunaenda kuchukua ubingwa wa kombe la Afrika barani Afrika, Mungu nasema asante kwa yote aliyotokea siku ya leo. Washabiki wa Simba wamefurahi, viongozi wa Simba wamefurahi, na wanachama wa Simba wamefurahi, na Watanzania kwa ujumla, tumeikomboa taifa siku ya leo, na watoto waseme huyu Amen. Amen. <totu> Uh, kocha watatu ametuonyesha wa kitu kipya kuna jambo limebadilika ndani ya Simba. Hii ndio Simba ambayo watu walikuwa wanaitaka siku zote, Simba yenye kasi, Simba yenye speed, Simba ambayo inamiliki mpira. Ndio kitu ambacho tumekiona siku ya leo. Huu mpira hatujaoona ndani ya miaka mingi sana, miaka imepita mingi, Simba hatujaoona Simba kama hii ya leo. Simba ya leo imerudisha matumaini mapya na ni Simba inaonekana kwamba itakuja kufanya mambo makubwa zaidi, sabu iliyofanywa imefanywa kwa wakati na watu wameingia, wameingia kwa wakati na jambo limeonekana jambo siku ya leo kwamba Simba ina kitu kitu kikubwa siku zijazo ndani ya, ya, ya, ya taifa hili. Benetan, uzakuan, uzakuan. Aa, kwa ujumla na kuonyesha kitu cha ya peke yake, sio yeye tu, hata beki una namba mbili kaonyesha kitu kikubwa sana. Ni wageni lakini wamekuja kuonyesha kitu kikubwa ndani ya Simba, so, akasababisha magoli mawili. Ni mtu ambaye kaonyesha kitu kikubwa, kikatumia uzoefu wake ili kuweza Simba kupata ushindi, amepata ushindi wa magoli matatu bila. Hii ni indicator ya Simba kwenda kuchukua ubingwa barani Afrika. Hii ni Simba ambayo imekuja kipindi sahihi, wachezaji sahihi, wanaotoka wanaoingia, wanaingia watu ambao ni sahihi, ambao wanaweza kupa matokeo muda wote, ndio kilichotokea siku hii ya leo. Siku ya leo taifa limekombolewa, jana watu wamehuzunika, lakini Simba kama kawaida yake, mechi za mataifa kama nyumbani, leo tumekomboa taifa, watu wamefurahi, taifa zima limefurahi siku hii ya leo. Licha ya ushindi wa leo, baadhi yao wanasema kwamba Neo Maema ni mbinafsi, atoe pasi kwa wenzako. je, kwa upande wako mchungaji, wewe hilo umeliona? hapana, mimi naona mchezaji sahihi. kwa sababu gani? Yeye kwanza mwangalie, ndio aletwa free kick ile ndio sababisha goli la kwanza. Kwa hiyo ni mtu ambaye amecheza vizuri sana, sio yeye tu, timu kwa ujumla leo. Hata leo ningamoni chaguo mchezaji ningeshindwa in, wachezaji wote leo walikuwa vizuri sana, timu inakimbia, timu ina kasi, ndio kitu ambacho tulikuwa tunakikosa ndani ya Simba Sports Club. Inaonyesha Fadru alikuwa anatumemendea timu yetu kizo cha kuondoka, anatumemendea timu baada ya kuondoka. Sasa hivi timu inakimbia mm. timu ina kasi, timu inacheza mwenyewe, una enjoy. Tulikuwa tunashikilia roho dakika zote kuanzia dakika ya mwanzo mpaka mwisho lakini leo tuna enjoy mpira unaanza tu unaona kwamba kuna kitu hapa, pasi zinapigwa, watu wana kasi na inaonekana kabisa kwamba sim, Simba makau, wa, wa, wa, wa mwaka huu kuna jambo wamezamiria kubwa sana, ni kuchukua ubingwa wa Afrika. Mwaka jana nawatangazia tena watu kama hawajui kama utanyamaza kama utakubali shauri zako. Simba ni bingwa mpya kwanza mpaka asa makundi mpaka sasa hivi bingwa mpya ni mpya. Mpya. champion kila kitu kiko ndani ya Simba kwanza tuna mastrika aina zote, tuna mastrika kufunga kwa kichwa, kuna mastrika kufunga kwa kwa kwa, kwa penalti, tuna mastrika kufunga kwa kwa faulu, tuna mastrika kufunga kwa kwa kona. Kwa hiyo Simba imeenea kila wakati. Simba isipochukua ubingwa itachukua ubingwa mwaka gani? Simba imeenea kwa kila kitu, kuanzia beki mpaka mfungaji. Kocha mwenyewe anapata wakati mgumu, wale kwa benchi, unaona wale waingia, walikuwa wanacheza wote, wanaona jinsi walivyo. Kwa hiyo Simba mwaka huu inaenda kuchukua ubingwa barani Afrika. Mwaka jana waambia inaenda kuchukua kombe la shirikisho. Bahati mbaya kaingia fainali, lakini simba hii naiona inaenda kuchukua ubingwa wa Afrika mwaka huu. Piramidi mdogo sana kwa sasa hivi yeah. Nyama mimi najua kuna mambo yamebadilika sana Simba kuna vitu vimebadilika vingi sana. Kwanza sasa hivi tuna manager, hatuna kocha, hiyo namba moja. Hiyo kitu cha kuwa na manager tu kwenye timu tumeiga kama Ulaya, ni timu ambayo ina, ina vinasaba vya Ulaya, Simba Sports Club. Pili, mwalimu wa Simba tulivyomuona safari hii kuna wazungu nimeona hapo hawa, mimi najua yuko peke yake, kama wazungu wako hawa hey, mmoja na mmoja namnongoneza eh hey. Simba kwani sikuwa ubingwa kwa hiyo mwaka huu wenyewe, yeah. tushindwe tu mwaka ubingwa wa ligi, ubingwa wa kila bingwa, barani Afrika Simba anabeba. Kama mtu anakataa na akatae, mimi ndo nasema haya maneno. Ubingwa Afrika mchungaji, ni kamba ndefu sana. na kwa nini mnaona ugumu? mbona simba ni za fainali kwa mbona shirikisho? Yeah, shirikisho ni wale wale wale wale, kila bingwa shirikisho ni wale wale, wana tofauti ndio kina Piramidi, kina National, ni wale wale, mna tofauti, msiogope jina Ha, mwendo kashamaliza mwenzetu, yaro tusimpigie mahesabu, hayupo tena. Yanga kashamaliza mwendo, Yanga kashamaliza mwendo kwa timu ile <tipino a mesa> nasema hivi kwa timu ile ilivyoiona, tunategemea miujiza. Miujiza inatokea gani? Yaro, tusubiri miujiza eh <tipino> <La, tipino> sioni Yanga Yanga ikiendelea na mashindano <tipino> hata kibadilisho, kwa sababu shida ya Yanga sio kocha. Shida ya Yanga ni aziki ya pamoja na ucho ndio Yanga lipolemewa hapo. Umetoa ki, yani umemtoa aziki, ambaye mechi ya jana anaamua, umemtoa mwalimu ambaye ni dokta mi namwita ticha ambaye kuwa namua Yanga icheze vipi, zingeli peleka pale, mpelekee pakome, mpelekee huyu hapa, leo hayupo. Leo hata huyo Konte ambao umemsajili leo, anaonekana Ndambuli ana faida kuliko huyo Konte. Kwa hiyo wenzetu wale, mwendo wameumaliza wapumzike wawachie wenye wenye ligi yao ya kina bingwa barani Afrika. Wenye mechi za kimataifa tumemwachia Simba. Nizungumzie performance ya Kibu Dennis namna ambavyo umeitazama. Kidogo kama wana Simba mmuelewi, lakini anakuja kwa prove uwanjani. Wakati anaingia tulimkataa sisi. Mm -hmm. Tunaangalia ile mechi. Lakini nimeona tumemkataa ni kabisa lakini dakika za mwisho kaja katuonyesha kwamba yeye ni mzoefu wa mechi za kimataifa. Uzoefu wa mechi za kimataifa ndio umemsaidia Kibu leo. <laughs> Leo kafanya vitu vya kipekee vya kiulaya. Nafasi goli, nafasi goli. Ni maana leo Kibu angepata nafasi tano zote kwa goli. Kaonyesha kitu kikubwa sana leo, nimefurahi. Yule anaendelea kuombea matatu tu lakini, eh, meneja atatupa eh, kitu kikubwa sana. Kwanza alileta meneja eh, na zawadi zawadi yake. Waliona mbali mno eh, meneja na kitu. Simba inakimbiza Simba inakimbia kwa mara ya kwanza mpaka leo nimetoa machozi kwa furaha. Simba inakimbiza Simba inatia raha. Kwa ujumla siku leo tumefurahi wanasimba. Kiufundi tutazungumza kesho, leo tunazungumzia furaha ambayo tumeipata ndani ya Simba chini ya manager wa Simba Sports Club. Nilisahau Yanga nao sasa hivi kuja, watamwita manager Yanga sio naiga vitu huyu kocha anayekuja, mimi nakwambia, kocha anayekuja huyu lazima watamwita manager. kwa sababu manager naendaa na matunda manager Meneja ina neema ndani yake yule, huyu yule ni kocha msaidizi mkuu, kocha msaidizi mkuu, yaani ni kocha msaidizi mkuu ndani ya Yanga yeah. sumona wanamleta mwingine kocha yeah. kwamba yule atoshi maana yake yani. Kwamba wanakocha msaidizi mkuu Yanga wataiga swala la manager Wasabi, be, say. kwa sababu sasa hivi bila kuwa na manager huweze kufanya vizuri yeah. Kou, Navyowatazama na, eh, kwanza bingwa ni Simba kwenye wa ligi. Heo, heo. Wa pili ah, ni Azamu ah, watatu huyu jamaa Singida Yanga nne. Kwenye ligi? Sasa nyinyi mnaogopa ah, jina la Yanga. Yanga sasa hivi ime, ime drop kuliko unavyofikiria wewe Jana jana. Yaani tuache hayo ya jana. Leo, jamani, tumefurahi. Mimi mpaka sasa hivi hata kuna nyumbani nashindwa kuelewa. Kwa kamera Yakubu yuko, lakini mambo yameenda. Sasa hivi kamera asipokuwepo hatuna shida. Asipo kuwepo nani Yakubu hatuna shida Asipokuwepo kapombe hatuna shida. Asipokuwepo Kamara beki huyu Nabi Kamara hatuna shida. Asipokuwepo Jan Chaze Ahoua hatuna shida. Asipokuwepo Mukwala hatuna shida. Yaani Simba imeenea kila kona kaka. E, kila hakuna shida. Tushasahau kwamba kuna mtu alikuwa anaitwa Shabalala. Unajua, leo wakati yule jamaa yule beki yule, sio Shabalala yule wa sawa Oswatini. Yeah. Wakati wanasema Shabalala, mimi kwa najua Shabalala yule wa zamani wa Simba. Tushamsahau, na sasa hivi Yanga naye ya apewe nafasi. Maana yake nini? Simba imeimprove kile kitu ambacho waliahidi tuliahidiwa ya kwamba Simba mwaka huu itatisha barani Afrika. Ndio kitu ambacho nakiona safari, walioko ndani mtiti wanaocheza ndani wazuri, walioko nje wazuri, kwa hiyo mwalimu napata wakati mgumu. Mi sikutegemea kwanza, ama taanzatategeech, bahati mbaya ndo akatoka, lakini kwa jumla, tukubaliane mechi hii ya leo imewafurahisha wana Simba. Ndio mpira wetu ambayo tulikosa tu kwa muda mrefu, ndio levo zetu za kila bingwa. Mungu awabariki sana.